Kwingineko, kwa masomo katika shule nyingi za sekondari za juu kote nchini bado hayajaanza kutokana na kucheleweshwa kwa usambazaji wa vitabu vya mtaala mpya wa CBE. Ingawa serikali inasema vitabu vyote vitawafikia wanafunzi kufikia katikati ya mwezi huu, wakuu wa shule wanaonya kuwa uhaba huo ukiendelea, wanaweza kuwalazimu walimu kurejelea mfumo wa zamani wa 844. Takriban mwezi mmoja baada ya wanafunzi wa gredi ya kumi kuripoti shuleni, masomo bado hayajaanza kikamilifu katika shule nyingi za umma kote nchini. Kucheleweshwa huko kunatokana si tu na baadhi ya wanafunzi kuchelewa kuripoti kutokana na changamoto za fedha, bali pia uhaba wa vitabu.

Wakuu wa shule kadhaa humo nchini walielezea kufadhaishwa na kusubiri kwa muda mrefu kuanza kutekeleza mtaala mpya, wakisema mfumo huo wa elimu unahitaji muda zaidi wa maandalizi ukilinganishwa na mfumo wa awali. For the shule kama Kiptorgogo ya daraja la c4 katika kaunti ya Kericho, ambayo imepokea karibu asilimia 50 ya vitabu vinavyohitajika, bado inakumbwa na idadi ndogo ya wanafunzi. Hadi sasa ni wanafunzi watano pekee walioko darasani na katika shule ya upili ya wavulana ya Litein wanafunzi bado wanawasili mwezi mmoja baada ya zoezi la kuripoti kuanza, hali iliyochelewesha kuanza rasmi kwa masomo. Shule chache ambazo zimeanza kufundisha zinazingatia masomo ya kawaida kama vile Kiingereza, Hisabati na Kiswahili huku zikisubiri kupokea vitabu vingine. Emily Chebet, Runinga ya yes Citizen.